Ndugu zangu, habarini za wakati huu, natumai hamjambo sana. Niwakaribishe sana kwa muendelezo wa kipindi chetu cha motisha ya kila wiki. Leo niwalete habari za mchezaji mmoja mashuhuri sana. Najua wengi wenu mlishamsikia, wengi mnamfahamu sana. Sasa wale mnaofuatilia eh, soka eh, mpira wa miguu, na huyu si mwingine, ni Diego Armando Maradona ambaye alikuwa ni mtu aliyetokea mchezaji mashuhuri aliyetokea katika nchi ya Argentina, Amerika ya Kusini. Natoa simulizi hizi kuweza kujifunza kitu kimoja kikubwa sana, kwamba katika maisha mtu anaweza akatokea chini akapanda juu, akawa mashuhuri sana lakini vilevile vile, upande mwingine wa maisha maisha yake nimeona yatupe fundisho fulani. Upande mwingine maisha yanaweza yakageuka ghafla, ndiyo maana waswahili wakasema kwamba aliye simama angalie asianguke na aliye juu mngoje chini. Sasa huyu Diego Maradona, kujikumbusha tu, alikuwa ni mchezaji mashuhuri wa soka mpira wa miguu mpaka leo ukienda kama kule Argentina mitaa alikozaliwa, wengine ujikuta wakimzungumzia kwa huzuni, pengine na mshangao, inawezekanaje mtu huyu aliyekuwa juu sana namna hiyo sasa amekuwa kivuli cha zamani? Lakini simulizi lake kwa ufupi lilikuwa hivi. Maradona hakuwa tajiri alipozaliwa alitokea familia ya ya kawaida kabisa na alianza na kucheza mchezo kama ya kwetu mitaani ya mitaani ile, unakuta watoto manguo nguo ametengeneza mpira, wanacheza bila viatu na kadhalika. Ni kitu cha kawaida kwa wakati ule ilivyokuwa Argentina. Sasa lakini alikuwa na nia kwamba siku moja, na mimi nije niwe mchezaji mkubwa duniani. Na alicheza kwa bidii kwenye mpira hiyo na watoto wenzake akiwa bado ngazi za chini, mtoto mdogo sana. Lakini alipokuwa anaona kwenye TV anaona mastawa kubwa mchezo, alikuwa na lengo moja kwamba siku moja na mimi ni westa. Na baadaye kweli akazidi kunyanyuka, akanyanyuka, na baadaye akachezea timu mbalimbali huko mbali Argentina. Baadaye niongelea akawa amejiunga na timu ya taifa ya Argentina na alipojiunga na timu ya Argentina kombe la dunia la mwaka elfu moja miatisa themanini na sita, Argentina ilichukua kombe kwa ushindi mkubwa sana na mshangilio mkubwa sana. Naata, na hata alipojiunga na klabu ya Napoli oh, alibadilisha sana ya Napoli kule kule Italia, akacheza vizuri sana, akawa star mkubwa sana kila mtu dunia ilikuwa inamsema ulimwengu wa soka mimi nakumbuka, nadhani wakati huo nilikuwa sekondari miaka ya themanini na, lakini oh, alikuwa star mkubwa sana. Minapongea hivi, watu mnaopenda mchezo mtanielewa, ni kama alivyokuwa labda pele zamani alivyokuwa anacheza. Lakini pamoja na mafanikio yake, maisha ndani ya Maradona yalikuwa ya yakishuka ya ya taratibu taratibu, umaarufu wake ulimlevya. Hakuwa na watu wa kumwambia hili ni baya au hili ni, ni, ni usilifanye. Kila mtu anamshangilia anamshangilia, na ilifika mara akaanza kutumia dawa za kulevya na ulevi ukawa sehemu ya maisha yake. Alizingirwa au basi upande mwake walikuwa marafiki wale wanaompa sifa, na si marafiki wa kweli. Unajua, ukiwa na rafiki wa kweli ambaye sifa kama ni sifa atakupa, kama umetenda jema atakwambia, lakini kama liko baya pia inabidi akwambie. Huyo ndiye rafiki wa kweli. Basi maisha yakaendelea. Alipoacha soka, alijikuta peke yake kwa kweli, afya yake ikaanza kudorora, uhusiano na familia ukayumba, umaarufu wake ukabaki kwenye video tu vya kumbukumbu na apumzike kwa amani. Alifariki mwaka elfu mbili na ishirini. Mungu amweke mahali pema huko aliko. Sasa lakini hadithi hii si ya huzuni tu, pengine mnaona ni kama naelekea kwenye huzuni. Hii hadithi nimeileta kwako wewe, kijana, wewe mzee, wewe mtu yote ile unayenisikiliza. Hii ni hadithi ambayo ni kama taa ya kuangazia njia yetu mimi na wewe kwa sababu bado tuko safarini, tupo hapa duniani, ni wasafiri. Kwamba hii hadithi iwe taa ya kutupa funzo na kutufundisha kitu kimoja kikubwa sana. Kwa nini mtu aliyeinuliwa sana namna hiyo aanguke kiasi hicho? Je, sisi wengine ambao bado tuko katika safari ya maisha tunajifunza nini? Kwanza nikwambie kwamba, ndugu yangu, mafanikio ya nje hayatoshi. Unaweza ukawa maarufu, ukawa tajiri, ukawa na elimu kubwa, ukawa na pesa nyingi, ukawa mtu mwenye sifa, lakini ndani bado ukawa unateseka. Hakikisha unajenga msingi wa maisha yako kwanza, kwa kumtegemea Mungu, kwa maadili, uwe na imani thabiti, lakini uwe na nidhamu katika maisha. Msingi wa nje unaweza ukaanguka, lakini wa ndani msingi unaokuwa umeweka ndani kama nyumba iliyojengwa na msingi mzuri wa mawe na zege ukabaki imara. Pili, ndugu yangu, jiandae kwa sababu maisha baada ya kilele unachoweza ukawepo labda cheo au sifa au mali, jiandae ukiwa bado uko kileleni. Huwezi ukajua mambo yatakavyobadilika ghafla. Wachezaji utoka uwanjani Muda unafika unafikisha umri, huwezi kucheza tena soka, au hata kama mchezo wote. Waimbaji wanaimba wengine wazee kama kina Bi Kidude, lakini itafika mahala sauti ita, utatoka uwanjani, utazeeka, utachoka. Ndivyo ilivyo. Hata uongozi una muda, miaka mitano, miaka kumi, utatoka kwenye siasa, lakini watu wenye hekima hujiandaa kwa maisha mapya baada ya mafanikio yanayokuwepo au wanayokuwa nayo Tatu, ndugu yangu, usijikite kwenye sifa za dunia tu, zinaweza kupotea. Leo unapendwa kila mtu anakushangilia, kesho watasahau jina lako. Nasa wale watu wenye vyeo, watu watakuwa wanakupa heshima na kuinamia, mheshimiwa, mpaka kama Kenya unaitwa mtukufu. Lakini ukiacha cheo chako hicho, hakuna anatakaye kuangalia Yaani, watu wanakupa heshima ni kwa sababu ya cheo chako wengi. Toka kazini, uone watakavyo watakavyokuacha. Kama hujajijua wewe ni nani, bila hayo yote unaweza kupotea kabisa. Lakini ndugu zangu, namba nne, kuwa na watu sahihi kuwa karibu na wewe. Watu wanatudanganya, marafiki wa kweli ukwambia ukweli hata unapokuwa juu juu, wanakuambia ukweli. Wale wa kushangilia tu huwa wa kwanza kukukimbia pale unapoteleza. Hebu sasa tujiulize, wewe mwenyewe umejiandaa kivipi hapo ulipo? Nauza, wengine mtakuwa mko juu, wengine wengine najua mko katikati, au wengine mnajiandaa kupanda. Hata kama hujapanda, unaona mahali ulipo bado ni pazuri tu, lakini angalisho la kufanya utafakari wewe unajenga tabia gani iliyo nzuri sasa hivi? Huwa yeah. Naona kwa mfano kwenye taa za barabarani, o, naona nashangaa. Watu unaona, taa imewekwa nyekundu, sipite. Lakini kama wale boda bodaboda, unaona napiga kona, napitana, najiona mwamba, na ajali huwa zinatokea kwani. Usijijengee tabia kwa ya yeah. kuwa na subira, tabia ya kuwa na familia yako tabia unakula kwa mfano, simu inapigwa, kuna watoto, na si lazima uongee kila mtu akusikilize. Mfano, unasema ngoja nijengee tabia ya kutoka na kuongelea kwingine, au nikasubiri baada ya kula. Tabia ya kuwa na marafiki wazuri, tabia ya kuwa mtulivu katika maisha, tabia ya kuwa mfanya kazi ya, na hata kama ni shida unavumilia. Ni mambo ya muhimu sana. Kwa nini usijifunze kuishi kwa, kwa unyenyekevu? Je, huko tayari kuhesabika kuwa miongoni mwa watu wa mashughuri, na ukishuka umejiandaje? Wapo wastafu wa waliokuwa wanawapigia makofi, basi wanawakimbia. Boss boss uitu, boss tena, mpaka unakufa kwa kihoro. Sasa mafanikio ya kweli ni yapi? Maradona alikuwa mchezaji wa kipekee kama tulivyosikia, hilo halina ubishi wala upinzani lakini maisha yake yanatufundisha kuwa mafanikio ya kweli si tu kila ambacho dunia inakiona, bali kile ambacho kiko ndani mwetu. Ni tabia, ni hekima, uwezo wa kusimama hata upepo wa umaarufu unapopulizwa kwa nguvu tu au ukatoweka, bado tunaendelea kuwa imara. Usubiri maisha yako ya kufundisha kwa uchungu. Narudia, usubiri maisha yako ya kufundisha kwa uchungu. Jifunze leo, tambua kuwa juu si dhamana ya kubaki juu, lakini ukiwa msingi, ukiwa na msingi imara, hata ukishuka hutaanguka vibaya. Hii si hadithi ya kushindwa, bali ni onyo la upendo wangu kwako wewe. Simama, jiulize, jirekebishe na uendelee kupanda juu kwa hekima, si kwa mbio za sifa, bali kwa umaridadi. Mwisho, ni bora kuwa mtu wa kawaida mwenye utu kuliko kuwa maarufu asiyejijua. Hadithi ya Maradona itabaki kuwa kioo cha maisha cha kujiangalia kila mtu, kujifunza na kubadilika. Motisha ya wiki yo, tukutane tena wiki ijayo, bye.